Hali ilikuwa ngumu sana kabla ya kujengwa barabara, ilikuwa hali ngumu, majimbi makubwa leo, unakuja, ambazo, sahi, na nini. Leo hospitali unakuja unapata huduma ambazo zilizokuwa sahihi, na tunatembea kwa uhakika kabisa bila bugu za aina yote. Tunamwombea Mungu Mohamed Mchengerwa, Mwenyezi Mungu amsalie, azidishe maendeleo katika wilaya yetu ya Rufiji. Hapo mwanzo kabla ya barabara, changamoto zilikuwepo kiukweli. Kwa mimi mjasiriamali hapa sehemu ambapo nilipokuwepo bodaboda boda akipita, mteja wangu anakula huwa, tulikuwa tunapata vumbi, yaani tulikuwa tunapata vumbi kiasi kwamba hata mteja anashindwa kula kile chakula. Tunamshukuru mbunge wetu, waziri wa TAMISEMI na mama yetu Samia Suluhu. Sasa hivi changamoto zimeisha, barabara safi, hakuna vumbi. Tulikuwa tunapata tabu usiku hapa, kwa mtu afika pale maeneo wapo, usiku anakabwa. Tunashukuru Mungu, sasa kuna taa, unapita muda wote unajinafasi wanawake walikuwa wanakabwa sana na simu zao. Ukipita mtu anasikia pia kelele hapo, jamani, mekabwa kabwa, dakika sifuri mtu kashakabwa. Kwa hiyo tunashukuru sana, kuna taa unapita mtu anakuona, yule mtu anapita anakatiza mtu, kwa hiyo mwizi hawezi kuona, hawezi wala nini. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Mchengerwa na Mheshimiwa Rais wa nchi hii, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Mbunge ambaye ni waziri wa TAMISEMI kwa kutujengea hii barabara hapa inaturahisishia zaidi kuja kuchukua abiria na hata wagonjwa nao kufika hapa kwa wakati. Wanafika hapa wanapata huduma, tunaondoka vizuri na inaniingizia kipato mimi. Na vijana wenzangu hapa tumefanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunaibadilisha Rufiji, na hata wazee wangu hawa wanajua tulikotoka. Tulianza ujenzi wa fikra za ufahamu kwa ujenzi wa shule mbalimbali mbali. Ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia ujenzi wa miundombinu mbalimbali, na kubwa zaidi ujenzi wa kuimarisha Rufiji. Na tulikubaliana kwamba ndoto yetu ni kurejesha ramani ya Rufiji, na hata ukimuuliza yoyote hapa atakwambia ndoto hii imetimia. Tuliweza kupatiwa shilingi milioni mia moja arobaini kwa ajili ya kujenga jengo la huduma ya mionzi x-ray na hata saundi Kituo chetu kwa kweli kilikuwa hakina hiyo huduma. Wananchi wengi walikuwa wanalazimika kuipata hiyo huduma katika hospitali ya Mission Mchuku ambayo ni kama kilomita 30 kutoka hapa, na wengine walikuwa wanalazimika kwenda hospitali ya wilaya ambako ni kilomita 35 kutoka hapa, na ukizingatia ukubwa wa mji wetu na kuwepo jirani na barabara, kwa hiyo kuna ajali nyingi zinatokea. Kwa hiyo wananchi wengi walikuwa wanakimbilia hapa, lakini walikuwa wanakosa hiyo huduma kwa hiyo serikali iliona hiyo, walitupatia fedha hiyo milioni mia moja arobaini tukajenga jengo la mionzi. Jengo limekamilika katika bajeti ya mwaka 22, 23, 24. Ofisi ya TAMISEMI iliweza kutupatia x-ray ambayo ni ya kisasa kabisa, tumefunga hapo. Kwa hiyo sasa hivi wananchi wanapata huduma, lakini pia ni mshukuru wa waziri wetu ambaye pia ni mbunge alituahidi kupata mtu radiographer na ni kweli katika ajira ya sasa hivi nimemwona huyu mtu aliyepangiwa hapa. Kweli niipende kuishukuru kwe serikali ya awamu ya sita kwa jitihada kubwa walizozifanya. Kwa mtu ambaye anakijua hiki kituo kutoka ishirini kwenda nyuma, ni kituo ambacho kilikuwa kituo cha afya, lakini ukifika sasa huwezi kuamini. Sasa hivi wengi wanaofika hapa wanadhani hii labda ndio hospitali ya wilaya. Ni kituo ambacho kime expand, kina huduma kubwa na kwa kweli kituo chetu kipo barabarani. Hata ukiangalia hiyo department ya emergency inafanya kazi mahala sahihi, maana tunapokea ajali, tunapokea majeruhi wengi sana wanaoletwa hapo.